Kiwango cha uharibifu wa mazingira nchini kwa kweli ni kikubwa kiasi kwamba kinavuruga ekolojia na kutishia ustawi wa shughuli za utalii. Na kutokana na uharibifu huo, tunashuhudia mwingiliano kati ya wanyamapori na binadamu ambao unapelekea athari kubwa zaidi, vikiwemo vifo na uharibifu wa makazi na mazao. Hivyo suala la utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi linapaswa kupewa kipaumbele katika uendelezaji na ukuzaji wa utalii. Jambo la pili ni kuhusu utunzaji wa miundombinu ya utalii. Ujenzi wa miundombinu bora na ya kisasa ni sehemu ya utekelezaji wa mipango ser, na sera za serikali za kukuza utalii nchini. wa wanapenda kuihimiza Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia bodi ya wakurugenzi na management ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuhakikisha kuwa miundombinu hii inatunzwa na kutumika kama ilivyokusudiwa. Lakini vile vile ni muhimu kuweka utaratibu mzuri utakaowezesha ukarabati na matengenezo ya mara kwa mara ya miundombinu na mifumo iliyowekwa katika jengo hili zuri sana. Jambo la tatu, wizara kwa kushirikiana na taasisi zake ikiwemo mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro ihakikishe inatoa mafunzo stahiki kwa watumishi watakaohudumu katika eneo hili ili kuwawezesha watumishi hao kutumia mifumo iliyopo na kutoa huduma kwa ufasaha na ufanisi. Jambo la nne, mojawapo ya majukumu ya Geopark ni kuinua hali ya jamii zinazozunguka. Kwa Kimasai tena na maanisha empowering the local communities. Ninaitaka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kufanya jitihada za makusudi kushirikisha jamii inayozunguka eneo hili katika shughuli za uhifadhi wa eneo hili zikiwemo mila na tamaduni zake. Jambo la tano ni wito kwa Watanzania na hasa katika wilaya za mkoa wa Arusha na mikoa mingine nchini kujenga utamaduni wa kutembelea vivutio vyetu na maeneo ya kihistoria ili kujifunza na kujionea utajiri mkubwa tuliojaliwa. Kituo hiki kilichozinduliwa leo ni hazina kubwa ya maarifa na ni mojawapo ya utajiri wetu mkubwa. <laughs>